Yes, huenda kwa sasa hivi eh, kusikia jina la msanii SouljaBoy imekuwa ni nadra sana. Labda wewe huwezi kumfuatilia, labda kwa sasa hivi amekuwa kimya au vitu vingine vinaweza kutokea. Lakini kwa wanaomjua SouljaBoy eh, anajua wananielewa vizuri kabisa kutokana na kazi ambazo anazifanya lakini pia muziki ambao anakuwa anaufanya kutokea eh, nchini Marekani. Sasa msanii wa Marekani huyo SouljaBoy ambaye jina halisi anaitwa eh, DeAndre Cortez Way ameweza ku, ameweza kuamriwa na mahakama au kuamuliwa na mahakama kuweza eh, kulipa kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni kumi na laki saba kwa msaidizi wake wa zamani ambaye alimfungulia kesi ya unyanyasaji eh, wa kingono. Kesi hizi kama zinafanana na kesi za Diddy, so, Soulja Boy pia naye ameweza kuingia katika sakata hili e, mfanyakazi wake au huyu mtu wake wa karibu ambaye anamsaidia kazi ameweza kumshtaki na e, mahakama imemwamuru kwamba Soulja Boy aweze kulipa milioni kumi na laki saba. Baada ya majadiliano ya siku mbili, majaji waliweza kutangaza uamuzi huo e, Alhamisi, wakimpa mwanamke huyo e, fidia. Alikuwa ni mwanamke, bwana noma sana. Matukio yamekuwa yakitokea sana katika nchi za wenzetu huko, so tuombe kwa Tanzania yasiweze kuendelea kutokea. Sasa shilingi bilioni e, mbili na laki tatu sawa na na dola dola laki saba na elfu sitini eh, kwa kosa la kuweza kushambuliwa eh, kimwili, lakini pia shilingi bilioni nne na, na laki mbili sawa na, na dola eh, milioni moja na laki tano kwa kosa la unyanyasaji wa kingono. Vitu hivi vimekuwa vinatokea huko eh, katika nchi ya Marekani, so Soulja Boy ameingia katika kesi hiyo na kuweza na kuweza kuambiwa kwamba aweze kulipa hizo bilioni kumi pamoja na fidia ya adhabu ya mfano ambayo inaleta jumla hadi shilingi bilioni kumi na kuendelea huko, ambazo ni sawa na zaidi ya dola milioni nne e, bana sasa. Hukumu hii ni ujumbe mzito kwa wasanii wakubwa na watu maarufu kuhusu uwajibikaji wao e, katika vitendo hivi vya kunyanyasa masuala mazima ya kingono na vitu vingine kama hivyo. Pia ni ushindi kwa manusura wanaojitokeza kusimulia yaliyokuwa yakiwatokea e, katikati yao. So kwa wale ambao wanakuwa wanaleta kesi hizi katika vituo vya polisi na kuweza kushtaki unakuwa kama ni ushindi wao, lakini pia ndo ponapona yao. Lakini pia eh, serikali ya huko Marekani pia imeweza kuwazuia, lakini pia kuweza kukemea vikali. Kama tunavyojua Didi pia naye yuko, yuko, yuko, yuko, yuko kifungoni kuhusiana na kesi hizo hizo, hizo, hizo. Soulja Boy pia naye tunaona hapa naye yuko huko, kwa kesi hizo hizo za unyanyasaji wa wa kimwili, unyanyasaji wa kingono na vitu kama hivyo, kuforce watu kuweza kuwafanya matukio ambayo hayastahili kuyafanya katika dunia au katika jamii zetu. Yes, hii ni sawa sawa digital. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, lakini pia eh, eh, katika YouTube yetu kama eh, sawa sawa digital, pia Instagram ni sawa sawa media, lakini pia TikTok ni sawa sawa digital okay. Ukisubscribe pale utakuwa umefanya poa kabisa, lakini pia kutufollow utakuwa hujakosea kabisa. Comments yako itakuwa ni ya muhimu sana.